Wananchi wa kijiji cha Suwa kata ya Mazingara wilayani Handeni mkoani Tanga wameiomba serikali kuangalia uwezekano wa kuwaboreshea huduma ya maji katika eneo hilo kutokana na kutegemea maji ya visima ambayo usalama wake si wa uhakika. Wakizungumza kwenye uzinduzi wa kisima, wananchi hao wameeleza kuwa visima hivyo vinatoa maji lakini si safi na salama kama wanavyoelezea. Kwa kweli, upatikanaji wa maji hapa ni shida Tunachota kwenye visima hivi, lakini usalama humu hamna, ila Mungu mwenyewe ndio anatulinda tu, lakini usalama hapa hamna. Ombi letu, tunataka tuongezwe huu mradi wa maji uzidi, halafu kuna bwawa letu kubwa hapo la samaki tulikuwa tunalipenda lijengwe, visima rasmi, ili mradi maji ametuwama. Mimi shida yangu ni maji, tulikuwa tunabeba suruali za kina baba kwenda mtoni kwa sababu ya kuwahi maji asubuhi. Leo hii mmetuvua, naenda kwenye maji, nachukua kanga yangu, ndo naenda kufanya ngada. Asanteni sana. Ile maji pale tunayapata kwa pa kuchimba visima na mikono eh. Umewahi kuchimba, unachota kwenye kisima chako, kama hujachimba mzoka kichimbo, na unanunua ndoo mia. Ombi langu kwa serikali, naomba tusaidiwe kuchimbiwa kisima, upate unavuo ukitaji wa maji. Kwa upande wao, viongozi wa dini walioshughulika na visima hivi wamewaomba wananchi kuhakikisha wanatunza visima na miundombinu yake ili kuhakikisha inaishi muda mrefu na kupata maji kwa uhakika. Lakini pia sisi kama jumuiya tunayo maombi sana kwa serikali. Sisi kama jumuiya na taasisi ndogo ndogo tunakuwa na changamoto ndogo ndogo, hususan ukosefu wa maeneo wa kuweza kuimarisha miundombinu kuta. Tunapokuwa tunahitaji maeneo sisi kama jumuiya, kidogo kunakuwa na changamoto Mwenyekiti wa CCM wilaya Handeni Asmani Malunda ni mgeni rasmi kwenye shughuli hii, ambapo amewataka viongozi kutoshirikisha maswala ya kisiasa kwenye swala la maendeleo, hasa swala la kutatua kero ya maji katika wilaya Handeni, kwani bado maji yanahitajika ili wananchi waweze kupata huduma za uhakika, kama anavyoelezea. Kipindi hiki cha kampeni, tunataka tutoe huduma kwa wananchi, wapate maji sisi watusaidie kutufadhili hivi radi. Tukimwona yeyote mwenye nia nzuri ya kuweza kuwasaidia wananchi, tumuombe atusaidie ili tuondoe tatizo, maana kuna hiyo dhana kidogo, niona kama ina nataka isukusuke. Tumeimba miaka nenda miaka rudi, tulikuwa natafuta watafiti, wanapima wana maji, lakini matokeo yake yanatokea maji ya chumvi. Nikiripoti kutoka hapa kijiji cha Suwa kata ya Mazingara wilayani Handeni mkoani Tanga. Mimi ni Rajabu Athmani kwa Mwananchi Digital.